Kazi opo opu, mmeamka poa. Yaani, the audacity iko na wa Kenya! Mimi hata nashindwa iko na nadha refu, the audacity iko na wa Kenya. Wakenya, mimi sijui wamekula muti gani, sijui wako na utasiti gani. Yaani, Mkenya alikuja na visa yake kutoka Kenya vizuri, alikuja kufanya kazi ya nyumba. Mkenya amefika hapa ndio posi amekushinda, umekemboi atuchakata ulikemboi kwa kwa maisha yako. Mkenya umetoka unaenda unapatana na wanaume unaanza kupeana vitu zenyu. Mkenya si utumie dawa? Mkenya si umesa family planning? Mkenya siutumie kondo. Mkenya, si umwambie atoe amwage nje hmm? the audacity iko na wanawake. Mwanamke anachukua simu anachukua karatasi ya black, anafunga mtoto anamfinyilia akiendelea kurekodi, atumie yule mwanaume mwenyewe alimpea mimba. Mimba yani anataka yule mwanaume afir. Kitu yenye inafanya anyonge mtoto ni eti huyo mwanaume amemuacha akaenda akachukua mwingine hiyo tu peke yake ninafanya afinyilie mtoto. Mkenya anaulizwa na Wakenya wenzake. Ni kwa nini umeamua kuua mtoto? Alafu unashindwa kama unashindwa... Yaani, huu ni mtu anaongea hivi na hivi, anajua vile anaongea hii kitu itafikia familia yake atuokopi familia na Mungu na Mungu atumuokopi. Mungu wa Kenya, kwani isi mimba mnapatapata aje? Kwani kuua kwenyu kumekuwaje? Ukikemboi funga miguu, ebu msikie mchinga wenyu, mchinga mmoja wa kwenyu hapa, msikie. Kenya anaongea na anaongea yesi, ati anambiwa, ebu sikiza Mtoto wangu alienda wapi? Sikiza, mimi ilikula mtoto wangu, sikiza. Is all God the second person, ni mwanaume mwenye nilitombana naye akanitia mimba, lakini kama hao watu wawili hawawezi ni charge. who who are you? Who are you you to question me, then kama hao watu wawili hawawezi ni charge, kama hao watu wawili well, wanajua what happened, who are you to charge me who to preach here uh, the, the child of eight months eight months. What is eight months? To hell with you stupid people! Ana wakumbagwe na wakafanya maumbu gani na anaulizwa why? Kama hao watu wawili peke yao ndio mtu anaweza ni question, nikamsikiza sawa, lakini nyinyi matakataka maumbu gani nyinyi, takataka kasia Pelekeeni huko utuma wenu, kila mtu anakuja, mtoto wa miezi nane, mtoto wa miezi nane okay? na kama huyo bado ananiongelesha, kama bado ni mwanaume wangu, anaweza nitomba nikashika mimba ingine, so, nikamzalia So it means waliambiana, tuue huyu dada, saa baadaye, ama kulikuaje? U anasema bado wako pamoja after all things he, ni nini imekuwa, wanawake, simufunge miguu, simufunge miguu, simutumia tembe. Unajua, hata ni vizuri uzae mtoto wako, tukutangaze huku na kule, umezaa uteseke na mtoto wako kuliko kuua. Ama sikiza, mjui hivyo, sikiza venye anatutusi vizuri mm -hmm. Sasa nini na... Eh, mtu mwenye alienda kwenye hadi kwa grupu ya ya Mr. Mkombozi. Ah, Mr. Kiongozi anaitwa Kiongozi hapa. Sasa hii grupu yenye anaongelea ni ile grupu sisi kama Wakenya tukipata shida, huyu kiongozi ndiye anasimama na sisi kama ndiye anasimama na maiti yetu, ndiye anasimama na mgonjwa wako, ndiye ameenda kuadiwa, aulizwe makosa. Sasa unasikia anaongea vibaya. Wakati unaona watu huko deportation, mtu asaa kwa wazimu, watu wamefanya vitu huku nje. Watu wamefanya vitu huko nje. Unajua huyu Mwenyezi Mungu, hiyo kilio ya mtoto alilia mpaka akakufa. Hii si kilio ya mchezo. Mungu, Mungu anaweza akamtumia hata kiugonjo fulani, akuje kututaka tena kesho hapa tumusaidie. Juu kila mtu anatakanga mwingine. Je, wewe unaweza ndio kumsaidia? Yaani hata uopi, anatutusi. Na yeye ndio mwenye makosa. Mimi ningekuwa yeye, ningeanisho WhatsApp, nianisho, ningepotea mtandaoni kabisa niende nikatuku mbele mbele. Lakini yeye akopaka na utasi eti ya kututusi. After all ameua, na kila mtu ameona na amesambaza kila mahali. Juu angeua na asisambaze, si atungejua? Si ni kweli? Alikuwa peke yake, alikuwa anua peke yake. Angesambaza tungejua aje? Tungejua aje? Alikuwa anasambaza pia, si tumwekea kama siri. Hebu msikize, I respect Mr. Kiongozi unajua kuna mali alinisaidia pa, mali pakubwa sana huko. Tumeitoa wapi? Yeye ndio ameua. Tumeitoa wapi? Tumeiendea kwake, si yeye ndio ameituma tukaipata makubwa makubwa, maajabu ya Musa ukiyasikia amtu nimewambia okay. Kila grupu mnafungua mwekeni huko ehe. Nimelefti hiyo grupu, naheshimu na nehimunim kiongozi sana, siwezi kaa huko hata, nibaki na nyinyi hapa na mkifungua grupu nyingine msisahau kuniweka huko sawa? E, mkifungua nyingine msisahau kuniweka huko. Niko kazini, mi nafanya kazi, naingiza pesa zangu Kenya. kazi gani naingiaea? Eh, kumekucha, kumekucha. Umekucha, hivyo ndivyo tunakaa hapa. wa Kenya ukitupata tunalia huko, hey, basi saidia serikali saidia serikali, saidia, saidia. Uwezi jua kama ni sisi tunauanga na tunainua midomo, midomo hapa. Wale watoto wamejaa kwa masipara huko. mm. hey, Mungu wangu. Ukiona mtu wenyu ametoka Saudi, amekuja mm. unamkuta tu, amekaa kidogo, kidogo, anastuka. Unamuuliza ni nini? Ni masaa ya kutupa uchafu. ah, ah, amekumbuka katoto kake Maria alitupa. Amekumbuka katoto kake Maria alitupa. Wewe kama ni Kemboi na umekemboi, please funga miguu, shikaniza mguu ya chini na ya juu. Na ni kama lazima ukuliwe, aaa, nunua kondom, nunua kondom, nunua pitu, enda sindano siko, family planning siko, kila kitu iko. Kama wewe umekemboi chana na umebatana na hii video yangu, nitafute mimi nitaenda kwa grupu nikutafutie hizo madawa. Wacha kuzaa ovyo ovyo hapa na kupata. Mtu anazaa atashika na mtoto wake. Alafu, kuna wewe umeangua tu ndo unachofanya unasahau, damu ya mtu unaua, yani unakafinyiria hivi mpaka kanakufa. Anyway, ani picha video ndio hapa ndi mwisho, kanafinywa mpaka kanaisha.